wiki ya redio ulimwenguni tangu mwaka 1946 ambapo moja wa mataifa ulisema kwamba kutakuwa siku ya kusherekea redio ulimwenguni, na tumekuja kwa kituo cha baba na mama ambapo kilianza 1928. Kwa hivyo sasa ni miaka tisini na minane ya kazi ya redio hapa tunasherekea zaidi, lakini cha muhimu ni kwamba uh, pamoja na kutumia teknolojia, kwamba teknolojia ile inaweza kusaidia kazi ikawa rahisi, si kwamba teknolojia itawafuta wa watu kazi ama teknolojia itakuja ikaondoa watu ikafanya ikaifanya peke yake, kwa maana teknolojia ile inafuata masharti iliyopewa na binadamu. Na ningependa kusema kwamba uh, ili kusherehekea hiyo, tumekuja hapa baraza lote la Media Council of Kenya, kutoka mwenyekiti Maina Mururi, e, Tabitha Mutemi ambaye alikuwa mfanyikazi hapa KBC, Susan Karago, uh, Dr. Ido hapa, nimesahau mwingine e, na tuko na rais wa wahariri bwana Temesi ambaye anamwakilisha katibu katika wizara Eric Koro kutoka Kenya Union of Journalists, inashughulikia maswala ya wanadamu. Anaogopa sana kwamba kwamba pengine AI itakuja, wanahabari wakafutwa kazi, lakini hawafuti kazi. Wambie tu waende wajifuzefuza mambo <laughs> ya AI. Kwa hivyo tunashukuru sana na hongera KBC baba na mama. Asante, asante sana, asante sana kabla nikupatie MD.